Wakizungumza na vyombo vya habari, baadhi ya wanafunzi hao wamesema changamoto hiyo imesababisha baadhi ya wanafunzi wengine kufika shuleni kwa kuchelewa, wengine kuacha shule kabisa, hasa wale wanaotoka vijiji vya mbali na kushindwa kupata makazi karibu na shule kutokana na hali ngumu ya kiuchumi kwa familia zao. Namshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule ya sekondari hapa Nyeregete ambayo inatusaidia sisi wanafunzi tuweze kusoma hapa na tusiwe na umbali mrefu wa kutoka hapa kwenda mpaka Luje. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu, mkuu wa mkoa, tunaomba uweze kutujengea mabweni ili sisi wanafunzi tuhamie hapa shuleni, kwa sababu sisi wanafunzi tunatoka sehemu mbali sana. Mkuu wa mkoa, tunachokuomba kwetu ni mabweni, kwa sababu wanafunzi wanatoka umbali mkubwa sana, mfano magwarisi kutoka Magwarisi hadi Nyeregete ni kilomita 12 na Liamile mpaka Nyeregete ni kilomita 6, lakini mkitujengea mabweni, hata toka mbali na umbali utakuwa ni mdogo kutoka shuleni hadi kwenye mabweni. Kufuatia hali hiyo, Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Dr. Juma Homera, ameiagiza halmashauri ya wilaya ya Mbarali kutenga shilingi milioni mia moja katika bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 kwa ajili ya kuanza ujenzi wa mabweni ya wavulana na wasichana shuleni hapo. Tutajengea mabweni. Eh, kwa kuanzia halmashauri bajeti ijayo mwaka 2020 hii ya mwaka 2025 26 tutafanya mapitio ya bajeti na marekebisho ili tuweze kuleta angalau milioni mia moja za kuanza kwa hiyo, <coughs> halmashauri nadhani mmenielewa, afisa mipango bwana Makombe, sijui nani na wengine ehe, milioni mia tengeni, tuanze kujenga. Lakini naamini na mheshimiwa rais Dr. Samia suluhu Hassan na atatia hapa zaidi ya milioni za kutosha ili kujenga mabweni hapo. <coughs> Samia oyee! <hawe. tos> Oyee! Samia safi nani kama Samia? Kwa hiyo maana yake ni kwamba mabweni halmashauri wataleta, ili mabweni yaweze kuanza kujengwa, lakini Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kasema hii shule ya Nyeregete anataka alete mabweni ya wavulana na wasichana, wote wakae hapa shuleni. Samia oye, oye. Samia safi. nikiripoti kutoka hapa mm, mkoani Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.